hii mambo ya elimu hatuwezi yayomazia, lazima tusisitize mambo ya elimu sana huko kwetu, kwa sababu hii kazi sijaipata kwa ujanja peke yake. hii kazi sijaipata kwa siasa peke yake. hii kazi nimeipata pia kwa sababu makaratasi yangu yalikuwa yanamtetea mimi mwenyewe. Kwa hivyo lazima pia tusisitize masuala ya elimu kuanzia hapa Mitangani, kuanzia hapa Bamba Ganze, Kilifi na hii kwani yetu. Lazima viwango vya elimu tulisisitize sana ili viweze kuongezeka. Kiwango cha wanafunzi ambao walikuwa wanahitimu kwenda chuo kikuu miaka mitano iliyopita kilikuwa chini sana, lakini sasa e, kiwango hicho kimeenda juu kwa sababu sisi tunawahamasisha tuna wazazi kwamba e, kusomesha mtoto sio form 4 peke yake, e, bali mtoto anapaswa hasa kama amepita vizuri kuendelea mpaka chuo kikuu. Tukawaambia kwamba inawezekana, kwa sababu baadhi yetu, mimi nikiwa mfano, nisomea hapa na nikaenda chuo kikuu. Kupitia katika hali hizo, tumeweza kuwatia moyo wazazi e, na wanafunzi wenyewe wamejitahidi. Wale wote ambao walipitia shule ya Mnagoni waelewe pale walipo, wasingekuwako hapo isingekuwa ni Mnagoni. Nenda uendako, lakini kumbuka pale ulipotoka. Boresha shule yako, boresha watu wako, rudisha mkono wako kwa watu wako. Wazungu usema return to the community, rudisha kwa community ijue, kuna mtoto wao huko aliko anawakumbuka wao.